Unaangalia Msangazi TV. Kama ambavyo itakushangaza wewe, ndivyo ambavyo imenishangaza na mimi. Taarifa ya mwanafunzi Tausi Hamisi aliyekuwa amepotea nyumbani kwao Olorieni mtaa wa manama tangu Machi 14, 2025 amekutwa jirani ya nyumba yao akiwa amefungiwa na kijana ambaye amekuwa na urafiki kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa mzazi wake mwanafunzi huyo amesema mtoto wake alipotea tangu Machi kumi na nne 2025 baada ya kutoka shuleni na kufanya shughuli zake za kila siku nyumbani kwao na kisha kupotea pasipo kuaga na kufanya familia yake kupata wasiwasi na kufikisha taarifa kwa Jeshi la Polisi kata Olorieni. Kwa taarifa zaidi endelea kuifuatilia Msangazi TV. Mimi ni yusuf Emanuel na ni Msangazi TV. Mimi hapa naitwa Faiza. Huyu msichana alipotea tangia siku ya Ijumaa tulianza kumtafuta tangi ile ijumaa usiku mpaka leo kuja kupatikana. Tulimtafuta huko mashambani, tulienda hadi milimani kule tunamtafuta. Sasa hawa waandishi wa habari wa, wa, wa, walikuja tangia asubuhi wakawa wameenda kule kituo cha polisi, mimi nikabaki hapa tu nyumbani. Walivobaki nyumbani, kuna kijana alikuja hapa akawa anavunja mlango, nikamuuliza bwana, unavunja mlango? Akaniambia tumepoteza ufunguo, nakuja kuchukua vitu vya huyu jirani vya huyu rafiki yako nani tumepoteza ufunguo sasa walivyo, akaniambia mm, bwana na, navunja mlango lakini kama nasikia kuna mchakacho huko ndani, nimemwona huyu msichana yuko ndani. Kaniambia, una uhakika umemwona? Akaniambia yeye nimemwona ni mwenyewe. Kaniambia, una uhakika? Kaniambia, njoo chungulia na wewe uone. Lakini mimi nilivyochungulia sikumwona. Akaniambia atakuwa amejificha nyuma ya mlango ndo akaanza kuvunja mlango, mi nikawapigia sasa, aa, wahusika walioenda kule kituo cha polisi, msichana nika nikawapigia nikaambia msichana ameshapatikana iko hapa kwetu nyumbani, ndo ikabidi waje. Walivyokuja wakafungua wakavunja waka mlango kweli, wakamkuta yuko hapa, wa yuko nyumbani. kwa majina anaitwa Violet Loningo Molen, mimi ni jirani yake na binti aliyopotea Tausi. Tulikuwa tumemtafuta kwa muda mrefu tokea ijumaa jioni, tulienda shuleni kumtafuta kuongea na mwalimu mkuu wa shule ili waandishi wa habari waoji wanafunzi wenzake wanaosoma nacho kidato cha nne. Baada ya kukaa pale, hatujazungumza chochote na mwalimu, tukapigiwa simu na jirani, Tausi ameonekana kwenye chumba cha jirani, ambapo tuko tunaishi naye hapa, kaka mmoja anaitwa Gaeli, amefungiwa ndani kwake. Hivyo tukatoka tukikimbia, na tukamchukua na askari tukaja naye huku tukaja na, na askari huku tukafungua mlango tukamkuta, kweli binti yuko ndani amejificha kwenye, fri, kwenye friji nyuma ya friji. Hatukuweza kuingia huko ndani ila wa, nani wakawa wanasubiria mlango ufunguliwe, basi do tukawa tunaulizana kweli agali anaweza kufanya kitendo cha chaanu kumfungia mtoto ndani na ni mwanafunzi. Maneno akawa ni mengi, tukawa tunajioji kwa manake mwenye chumba mwenyewe hayupo, alisafiri tokeo hiyo Ijumaa inavosemekana, amesafiri Ijumaa usiku na mtoto amepotea Ijumaa usiku, kwa hiyo hatuwezi kuongea mengi mpaka tumwoji msichana mwe, mwenyewe na huyo kijana akipatikana, na yeye aojiwe waseme ukweli. Na chumba chenyewe cha kijana mwenyewe ndo chumba chenyewe ndo hiki, nyumba yake, na hawapo watu, mtoto ameshatolewa. Na mlango unaendelea kufanya nini, kutengenezwa? Mpaka tutavompata mhusika wa hichi chumba, atavokuja, ndo maujiano. Ataendelea na mtoto mwenyewe, aseme ukweli, aliingiaje huku ndani, na alikutwa na ufunguo wa huyo kaka. Hivyo tu kama jirani, kwa majina naitwa Magdalena Filimon Kisioke. Mimi ndo mwenye nyumba ya nyumba hii hapa. Binti huyu amepotea tangia tarehe kumi na nne siku ya Ijumaa, basi na huyu mpangaji wangu mimi pia aliondoka tarehe kumi na nne siku ya Ijumaa masaa ya usiku katika katika jitihada za kumtafuta huyu binti, basi tumeendelea kumtafuta tafuta. Hivyo jana leo ndo hivyo akanitumia message mpangaji wangu mlango wake ambao umefungwa, ni fundi umeme, akaniambia: mama, samahani, nilipata dharura ya kuondoka kwenda kazini Tanga. Kwa hiyo sasa kuna mtu nimemtuma kuchukua vyombo vyangu, maana mpangaji nilikuwa nimeshamaliza naye mkataba, kangia tarehe kumi na tano alikuwa anatafuta nyumba masuala ya kuhama, akamwambia kuna mtu nimemwagiza kuchukua vyombo hapo nyumbani kwangu, ila amesema mlango umefu, umefungwa. sasa mimi nikamwambia nika mjumbe fupi. Nashukuru kwa binti kupatikana, nashukuru majirani waliotoa ushirikiano mpaka binti kupatikana, ila naomba serikali ichukue hatua stahiki kwa binti huyu, kwani ni mwanafunzi na kinachoumiza zaidi mtu aliyefanya unyama huu ni jirani wa hapa pa nyumbani. Naomba binti huyu aojiwe atoe maelezo yaliyo sahihi, kupitia maelezo yake atakayotoa sheria ichukue mkondo wake. Binti huyu ni mtu ambaye alikuwa na ndoto za maisha yake, ni mwanafunzi, anatamani ajendeleze zaidi. Mbaya zaidi, anatokea muuni mmoja akuja kumpa biskuti zinazosadikika kwamba zina kilevi na, na kufanyia mtoto mnyama wa kikatili. Naomba serikali isimamie ili. Asante. Unaangalia Msangazi TV.